Siku ya leo tuko hapa kukabidhi vifaa ambavyo vingine utaviona viko hapa lakini vingine tayari tumeshakwisha kuvikabidhi kwa wakulima kutokana na msimu. Kwa hiyo tutakabidhi leo vifaa vyenye thamani ya milioni tisini na saba laki sita arobaini na tisa na mia mbili kwa fedha za Kitanzania. Vifaa ambavyo tunavikabidhi leo ni mizinga ya nyuki seti 50, mifuko ya kinganja elfu nne, pampu za umwagiliaji uh, kwa ajili ya vikundi vidogo vidogo vya wakulima wa bustani na mboga mboga kumi mbegu za mboga mboga pakti elfu mbili mia tatu arobaini na sita miche ya matunda ambayo tayari imeshaenda iko mashambani wameshaipanda tulipeleka miche, miche mia sita mashine ya umeme ya kukaushia mazao ya mboga mboga Tunatoa shukurani sana kwa sababu wametupatia mbegu ambazo kipindi cha nyuma tulikuwaga tunahangaika sana hata upande wa mboga mboga nini, lakini sasa hivi tunashukuru kwa sababu wametupatia mbegu. Lakini pia kipindi cha nyuma hata kwenye kunani kwenye ufugaji wa nyuki tulikuwa yani, wametupatia nani vifaa ambavyo ni, ni, ni vigeni vya kisasa kwa kweli tunashukuru na imani na tutaenda kufanyia kazi, alafu vile, vile, tutajipatia mahitaji mbalimbali ambayo tutakuwa tumeondokana na shida ya kifedha, aidha ya mambo mengine mbalimbali mbali ambayo yalisababisha kutetea shida. Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa wadirishe, ni, ni watu ambao wanajitoa sana na kama wanahuruma, wenzetu wanahuruma sana, ndugu zetu wanapambana hata sasa hivi tunaona mchango wao mkubwa wa milioni tisini na saba ambazo zimeelekezwa katika wilaya yetu ya Kishapu katika kata ya Lagana, Ngofila na Mwamasere. Hii yote ni kutaka kusapoti wale wananchi ambao wako kule kwenye shughuli za kilimo, ili kila mmoja aliyeko kule aweze kuinuka na kutoka pale kiuchumi. Lakini si hilo tu, na mwaka jana yalitokea mafuriko Walivisheni watisaidia sana kuhakikisha watu wanapata chakula. Seti za pampu za maji na hizi zinasemekana kwa ajili ya kumwagilia. Kwa kweli kuna vitu vingine vinaweza tukaomba wadivisheni tuhamishe, tujue hizo pampu, tuzione ziko wapi na tuone tija yake kwa wananchi. Halafu paketi hizi za mboga mboga sasa tuone paketi elfu mbili mia tatu na arobaini na sita unajua zinaweza zikaotesha hii wilaya hii, hii kata mbili zipo zikatosheleza mboga mboga. E, paketi elfu mbili unajua kama zikienda zote, kila mbegu ikiota tunatosha kuondoa tatizo la mahitaji ya mboga mboga katika mji huu, si ndio hivyo? Lakini niwaombe wenzetu wa World Vision, hebu tuanzie mwaka elfu mbili na huwa 25 nyie muniorodheshee aina ya huduma na miradi ambayo mmeitekeleza hapa mkoani Shinyanga, ili mimi nitenge siku mahususi za kutembelea miradi hii, kuona mapokeo ya wananchi. Kwa hiyo kama kuna mahala hapa nilifika zikatolewa sijui ni huduma, kuna wakati fulani zinatolewa huduma za kiafya kuna wakati fulani tumepewa kuimarisha vile vile masuala ya kilimo, tumeimarisha sijui masuala gani. Hebu tuleteni miradi mlio nayo, nije ofisini kwangu kuanzia mwaka Januari 2024 na hadi tunapoendelea sasa hivi, ili tufanye tathmini, na sisi ofisi zetu tunatakiwa tufanye tathmini tuone namna ambavyo wananchi wetu wametikia.